Unatazama Ndoto TV, ukombozi wako ni uhuru wako. Basi mpendo mtazamaji, nakushukuru sana kwa kutazama channel hii ya tafsiri ya ndoto yako katika Ndoto TV. Naomba Mungu akakubariki na Mungu akakuinue. Kumbuka kulike, kumbuka kushare na hata kusubscribe katika channel hii, na Mungu wetu atakubariki. Leo nafanya sehemu ya pili, sehemu ya pili ya ndoto ambazo haufai kuwaeleza watu, ndoto usizofaa kuwaeleza watu. Sasa leo nataka nikuoneshe ni watu gani hawa haupasi kuwaeleza ndoto zako. Kwanza kabisa, ili neno la msingi, unapaswa kuelewa ndoto zako ni nini, ama ndoto ina ni nini? Ndoto, ndoto ni mafunuo ya maisha yako, unafunuliwa maisha yako. Ndoto inakupa mwelekeo ya kule unakoenda. Mungu anazungumza nawe kuhusu ndoto, ama kupitia ndoto. Kabla jambo lifanyike, liwe nzuri, liwe baya, utapata ndoto, maana Mwenyezi Mungu anakuzungumzia, ili kama ni jambo baya ukaweze kujua jinsi utakavyokabiliana nalo. Kama ni jambo nzuri, ni lipi unalopaswa kufanya ili likaweze kutukia? Kwa hiyo ndoto ni mafunuo ya matukio yanayofanyika kwenye ulimwengu wa kiroho. Sasa elewa hii, maisha yako iko jinsi ilivyo leo kutokana na ndoto unazoziota ama ambazo umewahi kuota kule nyuma. Kwa hiyo usipuuze ndoto. Sasa Ndoto ni siri. Mfano mzuri sana ni Yusufu, aliota ndoto zake akiwa mtoto, aliota ndoto zake, aliota akiwa mtawala. Sasa nini ilikuja kufanyika? Siku moja alijikuta akiwa mfalme, akiwa mtawala, kama vile alivyoota akiwa mtoto. Kwa hiyo usi usipuuze ndoto, na ndio maana sio kila mtu, haupasi kuambia mtu wa kwanza, haupasi kumweleza ndoto zako ni mtu wa familia kuna ndoto haupasi kuwaeleza watu wa familia, maana sio kila mtu wa familia awe ni ndugu awe ni kaka awe ni mjomba awe awe ni anybody mtu yeyote yule wa familia, sio wote wanakutakia mazuri, na ndio katika kitabu cha Mwanzo thelathini na saba na mstari wake wa ishirini. Samani sina muda wa kusoma Mwanzo thelathini na saba mstari wa ishirini, ndugu zake Yusufu anasema tumuue huyu mtu, tumuue ili tuone ndoto zake zitatimiaje. Kuna watu hupasi kuwaeleza ndoto zako, kuna ndugu zako, kuna dada, kuna watu wa familia unapaswa kuwaficha ndoto zako, maana ukiwaeleza, wanaona ah, kumbe huyu ana mpango hili, ama anatafanya jambo fulani basi wanatafuta kukuangamiza. Ukisoma naye kitabu cha Mathayo 10:36, Mathayo 10:36, Yesu anasema adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Kwa hiyo adui wa maendeleo ya maisha yako wanaweza wakawa ni watu wa familia. Sasa chunguza kwa makini, ni nani huyu unashiriki naye ndoto zako? Je, huyu kaka ana imani nawe? anafurahia maendeleo yako? anafurahia mafanikio yako? Aha, ni vizuri kuchunguza. Dada huyu, je, anapendezwa na jinsi ninavyoendelea mimi? Nimeshuhudia watu wengi wa familia. Wacha nikueleze leo, jamani, huyu mliyezaliwa naye tumbo moja, unadhani ni ndugu? Wengi ni adui, sio kwamba kuzaliwa na baba mmoja mama mmoja inawafanya mnakuwa marafiki ama ndugu. Wengine ni adui. Si Kaini si aliua ndugu yake Abeli? Walizaliwa tumbo moja. Tumeshuhudia ndugu ama dada, na anahakikisha mwenzake ndugu yake ama dadake amekufa, anafanya njama. Kwa hiyo chunga sana. Mtu wa pili ni jirani. Wewe una mazoea ya kuropoka ropoka na kuongea na majirani unawaeleza ndoto zako. Sio kila jirani anakutakia mema, sio kila jirani anafurahia, uh, jinsi unavyoendelea sasa. Wewe umeota ndoto ukaona unajenga nyumba nzuri, ukaota umenunua gari, ukaota unampeleka mtoto, mtoto wako amefanya vizuri mtihani, amepita, unampeleka chuo Alafu naraukia kwa jirani, wambia jirani leo, nimekuwa na ndoto hii, nimeota mwanangu kafaulu masomo, amepita vizuri mtihani, anaenda chuo kikuu. Sio kila jirani atafurahia, wakati ambapo wake ni mlevi, wakati ambapo wake alikataa shule. Sio kila jirani atapendezwa. E, ana, tunamwambia, una umeota umejenga nyumba nzuri, umechimba maji na kwake hana sio wote, sio wote. Nitakupa mfano mzuri. Kaini alipouwa ndugu yake, Mungu alipomuuliza yuko wapi ndugu yake, ndugu yako alimjibu Mungu kwa ujeuri, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Unajua kwa nini tuna majirani? Jirani anapaswa kukulinda na wewe umlinde jirani yako, anapaswa kukukinga, akulinde, na wewe unamlinda ndio maana kama hauna chumvi utakimbia kwake, sababu ni mtu wa karibu, lakini wengi ni maadui. Angalia sana, sio kila jambo unakimbia kuambia jirani, sio kila ndoto umeota ya mafanikio unamwambia jirani. Wengine walikufa hata kabla ya ndoto zao kutimia, wengine waligonjeka, wakashikwa na stroke kabla ndoto itimie. Usicheze, usimwamini yeyote yule. Mtu wa tatu, hupaswi kueleza ndoto yako ni mtumishi wa Mungu ambaye hana imani nawe. Narudia tena, mtumishi wa Mungu, mchungaji wako ambaye hana imani nawe. Kwa maana nyingine ni kwamba hakupendi. Usidhani watumishi wote watu wa Mungu wana roho ya upendo. A, a, sio wote na pia mchungaji ambaye haelewi masuala ya ndoto, ukimweleza anakukemea. Nakwambia bana, wewe umekula dagaa ukashiba. Sio kila mchungaji. Ama ukiwa na mchungaji ambaye ana imani nawe, wewe unaenda kumwambia, baba, nimeota nimeonyeshwa kwenye ndoto nikiwa na huduma kubwa sana, naombea watu wanapona, watu wanadondoka, mapepo yanatoka, wakati yeye afanyi kile unachoona kwa ndoto. Nimeona kwa ndoto nikiimba, na naimba mbele ya umati mkubwa ah. Mpendwa, chunga sana. Ukiwa na mchungaji ambaye hakuelewi wakati wote unapomweleza kitu anakuvunja moyo badala ya kukutia moyo, usiwahi kumweleza ndoto yako, utaisha. Usiwahi kumwambia ndoto zako. Aha. Chunga mtu wanne, kama umeajiriwa kazi, mfanyikazi mwenzako, yani your colleague usisubutu kumwambia ndoto ulizoota kwa sababu mko wote kazini. Hawezi kufurahia. Sio wote, kuna wale wazuri. Naomba unielewe, sio wote, kuna wale ambaye anachuki nawe. Hata ukija Jumatatu kama ya leo umeingia kazini umetengeneza nywele ana wivu. Akiona umenunua hata saa inamuuma. Kwake anafikiria ni kuiba umemwibia boss. Mtu kama huyu usiwahi kumweleza kile unachokifanya. Usiwahi mweleza ndoto uliyoota maana atafanyika adui anaweza kukumaliza. Kama ndugu za Yusufu anamuua wewe ni nani? Wanapanga kumwangamiza wewe ni nani Kolik, anaweza kukuangamiza, anaweza kukuendea kwa waganga, anaweza haribu ndoto yako. Stimie kuwa mwangalifu. Mtu wa tano ni marafiki. Lazima ujue una marafiki wa aina gani. Sio kila rafiki ni rafiki, sio kila mtu anatabasamu nawe ndivyo anamaanisha moyoni, sio kila mtu anacheka nawe ati ndivyo anavyo anavyomaanisha moyoni. Kwao kucheka kwao ni dhiaka, wanakudhiaki kufanikiwa kwako ni kilio kwao. Umenielewa? Sasa wanapoona downfall yako, wanapoona haufaulu ndio raha yao. Wewe niambie, una rafiki ambaye wakati wa msiba ulikuwa na tatizo hakuja kukuona? anakuja wakati shida ile imeisha, alafu anakuambia bwana, mimi nilikuwa naomba. Na rafiki wa kweli, hata kama ni saa nane za usiku atakuja mbio sana kuja kukuona, amesikia tu umekumbwa na tatizo. Mtu wa kwanza kufika pale, kabla ya ndugu, kabla ya ndugu, ni huyo rafiki. Sasa mtu huyo akupendi, wakati una shida haonekani, wakati mambo yako mazuri ndio unamuona, alafu huyo unaenda kumwambia bwana, mimi nimeota, nimenunua kiwanja najenga ghorofa. We chunga sana. Mtu wa mwisho, usiwahi mwambia ndoto zako ni mme wako ama mke wako, ikiwa hakuamini, ikiwa chochote unachomwambia hakuungi mkono, usiwahi mwambia kile umekiota. Kuna wapendwa wazuri, kuna wapenzi wazuri, kuna familia mme mke wazuri, unaposhare naye ndoto yako, anakuwa wa msaada mkubwa sana kukusaidia, kukusupport ili ndoto ile ikatimie. Lakini wengine anakuja kuingiwa na chuki, mpaka unakuja unakuta muda wote, hata kama jambo lafanyika, anasema na siuliota, yani siuliota. Mbona ndoto yako haitimii? na wengine, ukisha jua mkeo ama mmeo ni mtu ambaye ana wivu nawe. Kama una habari, wanandoa wengi utakuta, umeoa mke ana wivu, utakuta umeoa mume ana wivu. Siongee wivu wa kimapenzi, naongea wivu, hataki hataki kukuona unaendelea, hataki kuona. That's why unakuta waume wengi wanaachisha wake zao kazi. Hataki mke aendelee na kazi, anamwambia sio kwa sababu jambo lingine, ni wivu wengine sema, unajua, mwanamke akishapata hela anakuwa na ujeuri. Nani alikwambia? Kuna wengi wanafanya kazi na wanapata mshahara hata zaidi ya waume wao, lakini wako very submissive, ni watiifu, wanyenyekevu kwa waume wao, wanawaheshimu. Hawajaweka kazi mbele, hawajaweka mshahara mbele, wanaheshimu na kupenda waume wao. Sasa yako wewe ambao unaona ni tatizo, mpaka una wivu na mkeo, ulirogwa wewe ambao una wivu na mmeo ni kurogo ulirogwa. Kwa hiyo ukiona mmeo me, ana wivu nawe, hataki kuona unafanya jambo na hela zako, ana wivu kabisa. Nafikiria unanielewa. Sasa kueleza kwa undani juu ya wakati huyo, usiwahi mwambia ndoto, atatumia hiyo ndoto kukukejeli na kukupiga na maneno kila wakati, sawasawa. Anaweza kawa mchumba wako kuwa mwangalifu. Kuwa mwangalifu. Wacha ni nirudi hapa nyuma kidogo kwa wale ambao wanasoma kuhusu wachungaji. Kuna wachungaji, kumbuka, Yesu anapeana kuhusu msamaria mwema. Huyu jamaa ameanguka ame, ame mikononi, alikuwa anateremka kuelekea Jeriko, mikononi mwa wanyang'anyi. Mtu aliyekuja wa kwanza ni kuhani. Kuhani ni mchungaji, alimwangalia kapita tu nao hawezi kukujali. Mtu wa pili akaja, ni mlawi huyu ni wale wazee wa kanisa. Kwa hiyo hata kuna wazee, hata kijijini kuna watu wazee, upasu kwenda kuwaeleza ndoto zako? Ah, unajua mimi ni kuna ndoto nimeota na nsumbua sana, kama inakusumbua omba, elewa ni nani. Unaweza unaenda kuambia ndoto zako, watakumaliza kama Yusufu, hmm? Watakumaliza, hawa walipanga kumuua Mtu wa mwisho ni yule msamaria mwema ambaye ni jirani mwema, ambaye yuko akulinde, ako pale akulinde. Tunahitaji watu kama hao. Kwa hiyo, kuwa mwangalifu, mwana wa Mungu. Sio kila mtu napaswa kueleza ndoto zako. Mungu akubariki sana. Asante kwa kutazama sehemu ya pili. Mungu wetu akuzidishie neema, na nakuombea kwamba ndoto zako zitakuwa ya, ya baraka na zitatimia kwa haraka. nakusii naomba ukaweze kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza, tukuze channel hii na mwenyezi Mungu atakubariki. Najua inakusaidia, najua umefunguka. Kama vile umefunguka, hebu basi bonyeza tu hapo like tu, uh, weza kusubscribe ili tukaweze kuwafikia wengine. Basi hadi kipindi kijacho, sio mwingine huyu, ila ni mchungaji wako Reverend Peter Shama Njihia wa Greater Works International, barikiwe. Shalom.